Karibu mtazamaji, watu kumi na tatu wameaga dunia kufuatia ajali ya barabarani leo katika eneo la Migaa huko kaunti ya Nakuru usiku wa kuamkia leo. Matatu ya kutoka Kitale Sako iliyokuwa inasafiri kutoka Kitale kuja Nairobi iligongwa upande wa nyuma na trela lililokuwa likielekea upande wa Eldoret. Inaarifua kuwa trela hilo lilipoteza breki na kugonga matatu hiyo. Kamanda wa polisi huko Molo Simon Odingo amesema kuwa waliofariki ni abiria kumi na dereva wa matatu hiyo, pamoja na dereva Nathan Boy waliokuwa kwenye trela. kuwa kuna ajali ambayo imetokea hapa, ilihusishwa na lori ambayo ilipoteza breki, ikuwa amebeba uh, kahawa. ilipopoteza breki, ikaweza kugonga matatu ambayo ni Kitale Shuttle, ilikuwa inaelekea Nairobi kutoka Kitale na hapo hapo ilipogongwa iliweza kusukumwa kando, na watu kumi na moja ambao walikuwa ndani ya hiyo matatu waliaga dunia hapo hapo, naye dereva wa hiyo lori naye pia akaaga. Kwa jumla watu kumi na wawili. The container was carrying coffee for export. Na hiyo container ndio imeleta shida yote, ikalalia matatu na ikapeleka matatu mpaka kwa mtaro. E, as a result tumepoteza watu kumi na tatu ila tumehesabu. E, tuko na wanaume tisa. Wanaume ni tisa. E, tuko na wanawake wa, wa, waine na iko mtoto mmoja. Mtaro imekuwa ni kama mahali penye ya kuua wa watu. Tunasema kwamba mara nyingi tumekuwa tukiambia Kenha wasibe wa hii barabara wika pale. Tunaomba kwamba wasibe hii barabara Mut, yani mtaro hii shoulder ya barabara imechimbuka ime mpaka ndio imeua watu wengi. Ukikuta watu kumi na mbili kukufa ni kitu ya uchungu. Tunasema pole kwa familia, na tunaomba kena watengeneze barabara na ni ningine ambaye iko pale chini, ambaye ni kuna pavement ambaye inawanga watu wa pikipiki sana.